Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha On Radio. Kundi la waasi la Burundi la Redi Tabala limepuuzulia mbali shutuma alizozitoa rais wa Burundi Jenerari Evarist Daishimie kwamba Rwanda inaunga mkono harakati za kundi hilo na kusistiza kuwa mapambano yao yanaungwa mkono na watu wa Burundi pekee wanaoelewa uhalali wa kundi hilo. Katika mahojiano na BBC News mnamo Machi 25 rais wa Burundi Daishimie alidai kuwa Rwanda inajiandaa kushambulia Burundi kupitia Congo kwa kuwatumia waasi wa Redi Tabala Kadiga taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa X, waasi hao wa redi tabala walikana kabisa kupokea msaada wowote kutoka rwanda au chanzo chochote cha nje. Je, rwanda inawezaje kuunga mkono redi tabala katika wakati ambapo iko katika mazungumzo ya hali ya juu na burundi ili kumaliza tofauti zao? Redi tabala inaweza kumhakikishia rais ndayishimiye kwamba kama tungekuwa na msaada wowote zaidi ya ule wa wananchi, hangekuwa madarakani akipiga kelele siku nzima. Patrick Nahimana, msemaji wa kundi hilo la waasi la redi tabala alisema, na kuongeza Rais Evariste Ndayishimiye anajua vyema kwamba Red Tabala haina msaada wowote kutoka Rwanda. Mapambano yetu yanaungwa mkono na watu wa Burundi pekee wanaoelewa uhalali wake. Waasi hao wamemshutumu Ndayishimiye kwa kutumia Rwanda kama mbuzi wa kafara wa kuchepusha mjadala wa wananchi kutoka kwa matatizo makubwa ya kiuchumi ya ndani ya nchi hiyo. Tunakanusha kabisa taarifa za upotoshaji za Ndayishimiye na tunawataka watu wa Burundi wasimame kidete kukomesha utawala ambao unawaletea mateso sovu mili. Kamp. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya Rwanda ilikanusha madai ya Rais wa Burundi na kusisitiza kwamba mataifa yote mawili kwa sasa yanashiriki katika juhudi za kidiplomasia kutatua tofauti zao. Tamko hili la Rais wa Burundi ni la kusikitisha, hasa kwa vile maafisa wa kijeshi na kijasusi wa nchi hizi mbili wako kwenye majadiliano na hata wamekubaliana juu ya hitaji la kukomesha mapigano ya kijeshi na maneno makali. Waziri wa Mashauri ya Kigeni wa Rwanda, Olivia Ndohingerehe, alichapisha katika ukurasa wake wa X mnamo Machi 25 pia alirejelea mazungumzo ya hivi karibuni ya kidiplomasia na mwenzake wa Burundi kando ya mkutano wa pamoja wa mawaziri wa EAC na SADC nchini Zimbabwe mnapo Machi 17, akielezea kuwa pande zote mbili zinaungana katika juhudi zao za kupunguza mvutano. Rwanda, licha kila kitu, itaendeleza ahadi yake ya amani na Burundi na katika eneo la maziwa makuu, huku ikitarajia utulivu kidogo katika matamshi rasmi ya pande zote mbili, ndo hwingere he aliongeza. Kundi la waasi la Redi Tabala lilimshutumu ndaishimie kwa undumila kuwili na kumkosoa kwa kutetea mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23, huku akikataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la waasi la Burundi. Kwa nini hatumii somo lile lile la kuiambia Kongo kufanya mazungumzo na waasi wa M23 analomwambia jirani yake, lakini yeye hataki kulifanya nyumbani? kundi hilo lilihoji. Waasi hao walimshutumu Ndayishimiye kwa kuilaumu Rwanda mara kwa mara ili kuvuruga mizozo ya ndani ya kisiasa, wakihitaja kuwa ni kioga kinachofaa kinachotumiwa kuwapotosha watu wa Burundi, Burundi na jumuiya ya kimataifa walimtaka rais huyo kutafakari upya msimamo wake na kuanzisha mazungumzo ili kutatua mzozo wa kisiasa wa Burundi ambao umedumu tangu mwaka 2015. Kundi la waasi la Red-Tabala lilianzishwa mwaka 2011 na linadhaniwa kuwa na wapiganaji kati ya mia tano na mia nane na limekuwa nyuma mashambulizi mengi mabaya yaliyofanyika nchini Burundi tangu mwaka 2015. Wakati hayo wa kijiri, mbunge wa Marekani Ron Jackson amesema iwapo waasi wa AFC M23 M23 wanaungwa mkono na Rwanda au la, lakini bado kundi hilo halijapingwa na watu wa mashariki ya Kongo. Akihutubia kamati ya bunge ya Marekani kufuatia safari yake nchini Kongo na Rwanda wiki iliyopita, Jackson ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za kijeshi kuhusu ujasusi na operesheni maalum alisema kuwa Kinshasa iko katika nafasi mbaya ya kushughulikia tatizo la usalama mashariki mwa nchi hiyo. M23 ikiwa na Rwanda au bila Rwanda haijashindaniwa sana katika eneo hilo, alisema, akiongeza kuwa katika baadhi ya matukio askari wa Kongo wameweka silaha chini na kujiunga na waasi hao. serikali ya Kongo iko katika hali mbaya sana katika eneo hili jamaa huyo aliongeza na kusema, serikali ya Kongo inapaswa kufanya mambo kadhaa. Mmoja, wanapaswa kushughulikia suala lao la ndani. Kuna idadi kubwa ya watu ambao hawachukuliwi kama raia wa Kongo, ikiwa ni pamoja na wanachama wengi wa M23. Kila mtu nchini inabidi achukuliwe kama raia wa Kongo mwenye haki zote kama wanazopata watu wengine. Mbunge huyo alisema kuwa hili limekuwa suala la muda mrefu kwa kiasi fulani kwa sababu mashariki mwa jamhu demokrasia ya Kongo ilikuwa sehemu ya Rwanda kabla ya wa wakoloni kuchora mipaka, kama vile kuna sehemu nchini Uganda ambazo zilikuwa za Rwanda. Alielezea kuwa serikali ya Uganda iliweza kuwachukulia mara moja watu hao katika ardhi hiyo kama raia wa Uganda, jambo ambalo aliyefanyika kwa serikali ya Kongo pamoja na kuwatambua, inaweza kuwa jambo gumu kufanya kwa serikali ya Kongo. Jackson alisema M23 hawaendi tu kuweka chini silaha zao na kuondoka, lazima kuwe na juhudi za kuwajumuisha katika jeshi la Kongo na kuwafanya wajisikie kama raia wa Kongo wanaolinda nchi yao. Mnamo mwezi Januari waasi wa M23 walisonga mbele ya haraka katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini na kuteka maeneo mengi. Kufuatia mapigano makali yaliochochewa na ukiukwaji wa mara kwa mara wa muungano wa jeshi la Kongo wa usitishaji mapigano uliowekwa hapo awali, Januari 27, waasi waliuteka mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini na kurejesha utulivu. Wakati hali ya usalama katika Kivu Kusini ikizidi kuzorota huku kukiwa na ripoti za ghasia, waasi walijaribu tena kuuteka mji huo na kufanikiwa kuchukua mji wa Bukavu Februari 15. Mnamo Machi 19 waliteka mji wa Walikale uliopo takriban kilomita 130 kaskazini mwa mji wa Goma. Hiyo ilikuwa ni magharibi ya mbali zaidi ambayo waasi walikuwa wameifikia wakati wa kusonga mbele kwa kasi mwaka huu. Walikale kwa miaka mingi imekuwa ni ngome ya waasi wa FDLR, wanamgambo wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda ya mwaka 1994. Wakiwa wameunganishwa kikamilifu katika muungano wa jeshi la Kongo, wanamgambo wa FDLR waliungana na washirika wa Kinshasa kwa mpango wa kuishambulia Rwanda. Muungano wa jeshi la Kongo pia unajumuisha vikosi vya Burundi, mamluki kutoka Ulaya, wanajeshi kutoka jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC na wanamgambo wa ndani wanaojulikana kama Wazalendo. Mapigano ya hivi punde kati ya muungano wa jeshi la Kongo na waasi wa M23 ilianza mnamo mwaka 2021. Kundi la waasi la M23 liliundwa mnamo Mei 6 mwaka 2012 kutokana na kushindwa mara kwa mara kwa serikali ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kukataa kwa Kinshasa kutekeleza makubaliano ya amani yaliotiwa saini mnamo Januari mwaka 2009, kikundi cha zamani cha kijeshi kilichoundwa takriban miaka mitatu mapema Congress National Po Defence CNDP kiliacha uasi baada ya Kinshasa kuahidi miongoni mwa mambo mengine kuwajumuisha wapiganaji wake katika jeshi la taifa. Maafisa wakuu wa serikali akiwemo waziri wa ulinzi wa wakati huo Charles Mwando Simba ambaye aliaga dunia nchini Ubelgiji Desemba mwaka 2019, walihudhuria sherehe iliyofanyika katika kambi ya kijeshi ya Rumangabo takriban kilomita 45 mwa Goma mji mkuu wa mkoa wa Kivu kaskazini, kukaribisha kundi la kwanza la waasi katika jeshi la taifa. Siku chache baadaye, maafisa wa CNDP walitangaza mabadiliko ya ukweli ya CNDP kuwa chama cha siasa kinachotambuliwa na serikali baada ya kuunganishwa kwa wapiganaji katika jeshi la taifa. Lakini takriban miezi kumi na moja baada ya kukemea uasi na kuwa chama cha siasa, kila kitu kilianza kurudi nyuma. Wakati huo, mkuu aliyechaguliwa na kundi la waasi lilogeuka kuwa chama cha kisiasa, Desire Kamanzi, alitangaza kujiuzulu na utekelezaji wa mikataba ambayo tumeitia saini na serikali tangu mwezi Januari. Kamanzi alitangaza akifafanua, kwamba tuliomba kuwe na kamati ya kawaida ya ufuatiliaji wa kitaifa, lakini hili lilikuwa ni bure. M23 sasa ni sehemu ya muungano mkubwa unaokuwa wa waasi wa Alliance of Congo River ulioundwa mwaka 2023 muungano mkubwa wa jeshi la Kongo unaoungwa mkono na nchi za Magharibi ikiwemo Ubelgiji na unaojumuisha wanamgambo wa FDLR. Vikosi vya Burundi ulizidisha hali tete ya usalama mashariki mwa Kongo, wakiongozwa na Corney Nanga, mwenyekiti wa zamani wa tume ya taifa ya uchaguzi wa Kongo. Alliance of Congo River inapigania utawala unaounga mkono haki za msingi za binadamu kuwalinda raia wote wa Kongo na kushughulikia vyanzo vya migogoro. Uasi huo umeapa kung'ua ukabila, upendeleo, ufisadi na itikaji ya mauaji ya halaiki inayoenezwa na FDLR miongoni mwa maovu mengine yaliyoenea nchini Kongo. Siku ya Jumapili msemaji wa waasi hao Lawrence Kanyuka alibainisha kuwa miaka 16 imepita tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya CNDP na Kinshasa mnamo Machi 23 mwaka 2009 bila sababu za msingi za mzozo kushughulikiwa kikamilifu. Kanyuka ameongeza sababu hizi za msingi, kwa bahati mbaya hadi leo. Na vikwazo lawama, na maazimio yanachukuliwa dhidi ya shirika letu yanachochea tu mivutano na kuhatarisha juhudi za amani. Mbunge huyo wa Marekani alisema kuwa kila mtu mwenye nia ya rasilimali zinazopatikana mashariki mwa Kongo anapaswa kuzingatia usalama wa nchi hiyo kwanza. Jackson alisema mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuwa eneo ambalo kila mtu anania usalama na uwezo wa makampuni ya kigeni kuja na kuwekeza katika eneo hilo. Tunapaswa kila mtu, ninamaanisha Kongo, Burundi, Uganda, Rwanda na kila mtu aliyepo huko. Serikali ya Kongo haina rasilimali au uwezo wa kuathiri kile kinachotokea katika eneo hilo, alisema, akibainisha kuwa Kinshasa imekuwa chombo kingine kinachojaribu kuchukua fursa ya rasilimali. Mwisho wa siasa za kanda. Mimi ni Awadh Rashidi.